Tumeona tuzungumze kidogo kuhusiana na mambo kadhaa ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, na tukumbuke kwamba jana tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita uh, mzee wetu Joseph Butiku alijitokeza mbele ya waandishi wa habari na kuzungumza mambo kadhaa. Jambo la kwanza alizungumza taarifa kwa umma kwamba hivi karibuni wanategemea wazee wa nchi nzima ya Tanzania, wanataaluma na wasiokuwa wanataaluma, kukutana jijini Dar es Salaam ili kuzungumza mustakabari wa taifa letu, au hali ilivyo katika nchi yetu, hapa tulipo, tumefikishwaje, na nikatufikisha, na tunatokaje. Na ninapozungumza kwamba hapa tulipofika, kama ujuavyo, mpaka sasa taifa letu halijawa moja alijawa moja kutokana na mambo ambayo yalijitokeza kabla na baada ya uchaguzi. Naposema kabla na baada ya uchaguzi, uh, kwanza kabla ya uchaguzi kuna mambo yalikuwa yanalalamikiwa kuhusiana na kanuni za uchaguzi, lakini kulikuwa na mambo pia ya masuala ya utekaji katika nchi ama watu kupotezwa. Sasa jambo hilo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kujadiliwa, na baada ya uchaguzi kama ujuavyo, hali iliyokuwa imejitokeza katika baadhi ya maeneo. Na jana, zebutiku anatukumbusha jambo moja, anatukumbusha jambo la kwanza kulani kwamba hatuwezi kuwa na taifa ambalo watu wanapotea, na ametolea mfano wa mtu ambaye alichukuliwa kwenye basi alafu kesho akakutwa amekufa. Na akazungumza pia suala la ndugu yetu Humphrey Polepole, kile ambacho walikuwa wamezungumza na baadaye akaona damu katika nyumba ambayo alipanga, na kwamba ilikuwa ni damu yake na mpaka sasa hajaonekana na mambo kadha wa kadha, lakini kwa jumla wake katika hotuba yake ambayo mpaka uh, na maswali hijao kama dakika kama kama saa moja hivi na dakika kadhaa zisizokuwa ama zisizopungua ishirini. Akazungumza mambo kadhaa ambayo nimekudokeza. Sasa leo tuzungumze vitu gani zaidi? Leo nataka tuzungumze mambo ambayo yanaendelea pia kutafakarisha nchi kututafakarisha sisi sote uh, kwa sasa kwa sababu chama cha Mapinduzi ndicho kilichopo na siasa zake zinafuatiliwa sana, kwa sababu vyama vingine, hususan chama kikuu cha upinzani katika nchi ya Tanzania, hasa Tanganyika, yani Chadema uh, kufungiwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanaonekana kutendewa chama hicho, ama watu wanaoamini katika misingi ya mabadiliko kupitia Chadema, na leo hii tu Tazame sasa, CCM hali ikoje kuanzia hapa tulipo elfu mbili na ishirini na sita mpaka mwaka elfu mbili na thelathini? CCM ina hali gani na itakuwa na hali gani? Mimi sio mtabiri, lakini a, ninafahamu kwa kiasi fulani mambo ambayo yanaendelea. Jambo la kwanza Mweshimiwa Rais Samia Sulu Hasan, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, atakabiliwa atakabiliwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, uchaguzi uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba ndani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili ni kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na thelathini hasa ndani ya chama kumteua mgombea wa nafasi ya urais mwaka elfu mbili na thelathini kama haitatokea wale wa atake asitake ya, aongezewe miaka ya kutawala, kwa sababu anafanya mambo mazuri sana kwa wale wanufaika. Linajitokezaga jambo hili kwa sababu ya haya mambo mawili ambayo nimeyataja. Tuanze jambo la kwanza. Jambo la kwanza nasema kwamba Mheshimiwa Rais atakabiliwa na mambo haya makuu mawili yani uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na saba, na uchaguzi mwaka elfu mbili na thelathini kumteua mgombea wa nafasi ya, cha, ya, nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Jambo la tatu ambalo si la muhimu sana na wala halitamuumiza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya CCM ni waliopo kujiimarisha, kujiimarisha. Sasa tuende kwenye jambo la kwanza hili la uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Mwakani tu elfu mbili na ishirini na saba tutakuwa na uchaguzi ndani ya chama cha mapinduzi kuchagua mabalozi, kuchagua ngazi mbalimbali mbali, za uongozi ndani ya chama cha mapinduzi wachagua wenye viti wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi, kuchagua wenye viti wa chama chenyewe ngazi ya wilaya na mikoa. Kwa hiyo wajumbe wa halmashauri kuu yani NEK, wajumbe wa mkutano mkuu, ambao hizi nafasi zitanganganiwa kweli kweli na zitauzika kweli kweli, zitakuwa biashara kubwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na saba na kabla mwaka elfu mbili na ishirini na saba maandalizi yameanza sasa, ingawa kuna mikwala msianze sijui na nini, lakini hiyo biashara haipo. Na ukisikiliza kwamba usianze sivi kampeni mapema, wenzako wanakuwa wanaendelea. Kwa hiyo haya maswala ndani ya chama cha mapinduzi yako maneno hayo. kwahiyo jambo hili lita litampa kazi sana mwenyekiti wa CCM kuanzia sasa. Malalamiko yatakuwa mengi kwelikweli walioko madarakani kwa sasa, wenye viti wa CCM wilaya, mikoa, taarifa zitakuwa zinaenda sana huko juu, wanatuingilia majukumu, wanaanza kampeni mapema. Kwa hiyo atapata mambo mengi kweli kweli, na katibu mkuu pinduzi, uh, wa chama cha mapinduzi uh, mheshimiwa Migilo nadhani hivi yeye, yeah, alitempa kazi sana kwa sababu ni mtu ambaye hayupo kwenye makundi makundi sana, hayupo kwenye makundi makundi sana kwa sababu hata ndani ya Chama cha Mapinduzi, hata wengi ukiwauliza saa hizi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni nani, watu wengi hawajui ya yeah. Sasa twende moja kwa moja kwenye mambo ambayo nimesema eh, kwamba tuzungumze hili la elfu mbili ishirini na saba litampa tabu kwa sababu malalamiko yatakuwa mengi na hali imeanza, na ikumbukwe hawa watakao chaguliwa ndani ya CCM hasa wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi taifa kutoka kwenye kila wilaya na viongozi wa yaani nikizungumzia ya mwenyekiti wa chama husika kutoka kwenye kila wilaya lakini pia viongozi wa mikoa ndio watahusika kwenda kupiga kura kwamba nani awe mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama cha mapinduzi mwaka elfu mbili na thelathini. Na ikumbukwe kwa sasa, kwa sababu sahizi uongozi ni biashara, uongozi sio utumishi tena uongozi ni biashara. Kwa hiyo na sasa hali ambayo itakuwa inaenda ni kugombania sana nafasi hizi ili biashara ifanyike. Sasa hivyo hivyo mwaka elfu mbili na thelathini kumpata mgombea wa nafasi ya urais kama hawatatokea wale wa atake ya sitake aendelee aliyepo, sababu mambo yanatokea kwa sababu tayari ni mbegu ishapandwa na mbegu ikipandwa inaota na ndio maana tunakataza sana mbegu mbaya zisiwe zinapandwa kwa sababu hizi mbegu zinaota. Sasa 2030, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa CCM Taifa, atakuwa anasimamia vikao hivyo, jambo ambalo uh, atakosa usingizi kidogo, kwa sababu mpaka sasa hata baadhi labda ya wasaidizi wake ama watu wake wa karibu ambao wapo wanajiandaa na urais elfu mbili na thelathini <laughs> ndio. Kwa hiyo tuone hali itakavyokuwa, lakini wakati huo huo, ili jambo la tatu, waliopo madarakani kwa sasa pia wengine wanajiandaa kubakiza watu wao, ili hata wengine pia wakiondoka, lakini watu wao wabaki, kwa sababu madaraka ndio kila kitu katika dunia hii, kwa sasa na ndio maana hata matajiri hata wasomi wa kiwango cha profesa si madaktari si nani, kila mmoja anakimbilia kwenye nafasi za siasa, kwa sababu huko ndiko kuna ulaji wa matunda ya uhuru bila kelele. Kwa hiyo CCM iko na mambo haya matatu: jambo la kwanza uchaguzi 2027, na na sasa mambo yameanza. Jambo la pili uchaguzi 2030, ambao wameanza sasa kujiandaa kuanzia sasa lakini jambo la tatu waliopo pia kujiimarisha kubakiza watu wao katikati ndani ya chama cha mapinduzi, ili kwenda kwenye serikali na mambo kadha wa kadha. Unadhani katika haya yanayo yatakayoendelea ndani ya chama cha mapinduzi nini kitatokea? Na tukumbuke kuna mbegu mbaya imepangwa au imepandwa ndani ya watu na hii mbegu nadhani unaijua hii mbegu ya masuala ya utekaji, mbegu ambayo imejitokeza hivi karibuni. Unadhani tutakuwa na, na taifa la namna gani tusipozungumza, kukaa na kuzungumza, na wasipojitokeza watu wa kukemea, kwa sababu kila mmoja anaogopa hata kutoa maoni ya kawaida kama haya, kwa sababu mbegu iliyopandwa ni mbegu ya matumizi mabaya ya hasira na ndio maana watu wanaogopa hata kunyenyua mdomo hata kukemea ama kusema chochote, angalau ili angalau tujue kwa pamoja, tuwe na sauti ya pamoja, tuwe na taifa moja. Kwa sasa hali ikoje wewe hapo ulipo mtazamaji?